E, wa sekta ya nishati ambapo waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo ametoa agizo kwa wafanyakazi wote wa wizara hiyo walio na vitalu vya madini kuchagua moja kati ya kuendelea kuajiriwa na kuacha vitalu hivyo au kuacha kazi na kuendelea na vitalu vya madini. Waziri Muhongo amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokuwa akizindua baraza la wafanyakazi la wizara ya nishati na madini, ambapo amepiga marufuku taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kugawana bonus na kuagiza fedha zote zielekezwe katika miradi ya maendeleo. Tuungane na Elisha Eliya kwa taarifa kamili. Ni baraza la wafanyakazi wa wizara ya nishati na madini likikutana kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali, na hapa ndipo waziri wa wizara hiyo Profesa Sospeter Muhongo alipotumia fursa ya kuzindua baraza hilo kuwataka wajadili namna wizara hiyo itakavyoongeza uzalishaji wa umeme na uchangiaji wa pato la taifa kupitia madini. Waziri Muhongo akaanza kwa kutaka wafanyakazi wachague moja, kuajiriwa au kufanya biashara za vitalu vya madini. Afisa wa madini kama ana vitalu ni heri aache kazi, aende kwenye uchimbaji wa madini hawezi kuwa huku yeye ana vitalu na huku yeye anasimamia tena mambo ya vitalu. Kisha akaeleza kuwa makadirio ya bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2016 na 17 ni zaidi ya bilioni 900, na kuongeza kuwa asilimia 89.5 ya bajeti hiyo imeelekezwa kwenye maendeleo, hali iliyosababisha atoe agizo kwa taasisi na mashirika yote yaliyo chini ya, ya wizara yake. Ndugu zangu wa TANESCO wanachukia lakini mimi nilichokifanya ni kwa manufaa wa ya Watanzania. Kama nyie hamjui, walikuwa wamejigawia bonus kati ya shilingi milioni moja na zaidi ya milioni hamsini mtu mmoja wamejigawia bonus. bonus ipi? umeme hapa unaweza ukakatika ghafla hapa. Awali mwenyekiti cha wa chama cha wafanyakazi wa serikali kuu na afya TUGE wizara ya nishati na madini, Marcelina Mushumbuzi aliwataka wafanyakazi wenzake kubadilika fikra na kufanya kazi kwa bidii ili lengo la serikali liweze kufikiwa. Kwa kuwa mafunzo ya nje ya nchi ya muda mfupi yamesimamishwa, uongozi wa TUGE unatoa ushauri kwa idara ya utawala kuendelea na utekelezaji wa mpango wa mafunzo ya muda mfupi kwa kupitia taasisi za hapa nchini kwa lengo la kuendeleza kuendelea, kuongeza tija na ufanisi kazini. Mkutano huo wa Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Nishati na Madini unatarajiwa kujadili masuala mbalimbali na kutoa mapendekezo yatakaowasilishwa kwenye uongozi wa wizara kwa ajili ya utekelezaji. Mimi ni Elisha Elia, TBC Dar es Salaam.